Naimba naimba, na Mungu anashuka. Bwana Yesu asifiwe, tuko pamoja. Mungu haangalii si ya mtu aliyovaa, angalii mwili wa mtu aliyovaa, angalii kusuka juzi, sijui sijui kwenda sijui kwenda nini au kufanya nini, ninyi wote mnajua Mungu hata anaangalia ndani ya, ya moyo wa mtu, moyo unaompenda moyo moyo, moyo moyo unaomfuata na unapenda, na Mungu anapenda anapenda moyo moyo, na Mungu katika katika doa imani anapenda moyo eh, a dayo i ktiai ti ti katika wokovu anapenda mwaminifu katika vitu mbalimbali huko mbeleni huko mbeleni. Jambo la pili, ukikosa uaminifu kwa Mungu na watu wake, wewe utapoteza ushirika na Mungu siku zote. Ukikosa uaminifu kwa Mungu na watu wake, yaani kosa uaminifu kwa watunzaji watu wako, kwa wainjilisti wako, watumishi wako, ndugu zako, jamaa zako marafiki zako kwenye maduka, ukosa uaminifu kwenye imani yako, imani ya onda, lakini imani ya Mungu pekee. Ukikosa uaminifu kwa Mungu, usitegemee kabisa kwamba Mungu atakwenda na wewe, lazima atakuacha. Hao watu walianza kukosa uaminifu hata kwa Mungu, kwa hiyo wakaanza sasa kumbishia Musa, wakaanza hata kufanya vitu vingine waifikirie ile nchi ilimilikayo, kwa maana mimi sitakwenda kati yenu. Huyo kwa namna moja hii mwelewe hiyo pia Ibrahimu na Isaka na Yakobo iliposema, nitakipa kizazi chako nchi hii, nami nitamtuma, e, malaika aende mbele yako, nami nitawa nitawafukuza Mkanani Magoni na Mhiti na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Wafikirie nchi imiminikayo e, maziwa na